Ujambo na karibu tena. Natumai kwa sasa umeweza kuelewa tofauti eh, kati ya chaji eh, hasi na chanya na pia umeweza kuelewa muundo wa atomu, ikiwemo chembe chembe tatu ambazo hupatikana ndani ya atomu. Pia najua umeweza kuelewa umbo la atomu ambayo iko na sehemu mbili. Kuna sehemu ya ndani inayoitwa kiini cha atomi ama nyukliasi na kuna sehemu ambayo inazingira eh, nyukliasi nuk, eh, ya atomu ambayo inaitwa viwango vya nishati. Sasa leo, ningeweza kupenda tuanze kuzungumzia ama tuweze kuangalia utupu wa atomi nilivyotaja kwenye video iliyopita ama video karibu nne ama tano ambazo zimepita Atomu ndiyo uh, chembe chembe ya msingi ama chembe ya msingi ama kipengele cha msingi kabisa ambacho kinaweza, ambacho kinaumba ama kimeumba ulimwengu wa halisia, the yani, the physical world, the physical universe. Vitu vyote ambavyo tunaweza kuviguza, eh, kuviona na kuvihisi, vyote vimeumbwa na atomu lakini kuna kitu ambacho ni muhimu sana watu kujua, na wengi wetu huenda hatu, hatujui. Atomu ina muundo wa kufana sana, na jinsi tulivyoangalia katika video iliyopita, tuliona kuwa katikati mwake kuna nukliasi na nukliasi imeweza kuzingirwa na kiwango au viwango vya nishati umbo hili ni la kinadharia ambalo limetokana na udadisi mwingi wa kisayansi. Na nukleasi yenyewe ni sehemu ndogo sana ya atomi, ni inachukua nafasi ndogo sana ya atomi, na hizi viwango vya nishati, viwango hivi vya nishati vinazunguka nukleasi kwa umbali sana. Ukitazama picha za atomi ambazo zimeweza kupatikana katika masomo eh, ama vitabu vya masomo na kwenye mtandao utadhania kuwa vitu hivi viwili ama sehemu hizi mbili za atomu zimekaribiana, lakini ukweli wa halisia ni nafasi kubwa ya atomi ni utupu. Kwa hivyo siku ya leo tunaweza kuangalia utupu wa atomi, tunaweza kuangalia utupu wa atomi. Kwenye kipindi kilichopita tuliweza kusema kuwa, ama tuliweza kujifunza kwenye nyukliasi, tuna vichembechembe mbili za atomi ambazo tulisema ni protoni protoni na neutroni, na nje katika hizi nyanja ama hizi viwango vya nishati, ndipo tunazo elektroni. kwanza ambacho ningependa kusisitiza, kwenye kiwango cha kwanza, kwenye kiwango cha kwanza cha nishati za atomu zote, idadi ya juu kabisa ambayo inaweza kubebwa kwenye uh, ki, kiwango hiki ni elektroni mbili pekee. Hicho ni kiwango cha juu sana ambacho kiwango hichi cha nishati kinaweza kubeba katika, proto, katika elektroni na katika atomi samahani. Kwa hivyo kiwango hiki cha nishati hakiwezi kubeba zaidi ya elektroni uh, mbili. Hii ndio kiwango cha juu. Kwa hivyo inaweza kuwa moja au mbili. Lakini kwenye viwango vingine vinavyofuata vifua, vina kuanzia kiwango cha pili kuendelea viwango hivi vinaweza kubeba, vina, vinaweza kubeba zaidi ya elektroni mbili. Zinaweza kubeba elektroni nane kulingana na muundo wa kiatomi wa elementi ambayo tunazungumzia. Nilivyoelezea, kila elementi ina atomi yake ya kipekee, na atomi hizo zinatofautiana kulingana na idadi za protoni ambazo ziko nazo. Na atomi hizi, mara nyingi, zaidi ya asilimia 99 utapata idadi ya protoni ni sawa na idadi na ya neutroni na ni sawa na idadi ya elektroni. Kwa hivyo idadi za, za chembe chembe hizi tatu kwa atomi za kipekee huwa zinakuanga sawa ama huwa zinakuwa sawa. Kuanga si Kiswahili sanifu utaniwia <laughs> radhi. Sam, uh, wakati mwingine naweza kuwa nikitumia nikitumiatumia uh, neno kama hilo lakini hiyo, si msami, hiyo si Kiswahili sanifu. Hivyo basi tunataka kuangalia utupu wa atomi na kitu cha pili ambacho ningependa tujue kabla tujaenda kuangalia utupu wa atomi, kuna kitu ambacho nilitaja kwenye, ki, kwenye video iliyopita na ningependa tena kurejelea kwenye atomi. Neutroni ndiyo chembe yenye uzito zaidi, nzito zaidi. Neutroni ndiyo chembe yenye uzito, yenye, nzito zaidi, na haina chaji, haina chaji yoyote. Protoni ndio chembe yenye nzito uzito wa kadri. Uh, si wa kadri, lakini ni uzito ambao unakaribiana na uzito wa neutroni, na ina charge chanya. Na elektroni ndio yenye nyepesi zaidi, ndio chembe yenye pesi zaidi, nyepesi zaidi, na ina charge hasi. kuna kitu ambacho mnafaa kukijua hapa na kitu ambacho mnafaa kukijua ni hiki uzito wa, wa protoni uh, umeupiku ume uzito wa elektroni mara 1836 hii ni nambari ya, ya, ya ukadri kwa hivyo kulinganisha protoni na uzito wa protoni na uzito wa elektroni ni kama kulinganisha uzito wa kuku na, na, na, na ndovu. Uzito wa vitu vi, hivi viwili ni uz, tofauti ya uzito kati, e, e, vitu hivi viwili ni tofauti kubwa sana. Unaweza <laughs> kuwazia kuku, uzito wa kuku na uweza kuwazia uzito wa wa ndovu. Ingawa ndovu ni mkubwa sana lakini, natumai unaelewa hiyo picha, unapata hiyo picha, kwa sababu uh, uzito wao kuwa tofauti kubwa sana na nikaweza kuelezea kuwa uh, kulingana na sheria za kielektromagnetiki uh, elektroni na protoni huvutana kwa karibu, kwa sababu zina chaji tofauti, na chaji tofauti tulisema zinavutana kwa karibu. Kwa hivyo tuta kuangalia ukubwa, ukubwa ama utupu wa atomi unakaaje. Wacha tena nichore picha hiyo kwa mara ya pili. Wacha nichore kwa ukubwa ili niweze kuelezea eh, tofa ukubwa wa atomi ama utupu. Tuangalie utupu wa atomi. Nyukliasi ni sehemu ndogo sana, ni sehemu ndogo sana ya atomi, ni sehemu ndogo zaidi na inapatikana katikati ya atomi. ikiwa nataka ni, ni wape mfano ndio uweze ukapata uh, ukubwa wa atomi nafasi uh, nataka uwazie, sijui kama umeweza kupata nafasi ukaenda ukahudhuria michezo ya kandanda kwenye uwanja uh, mkubwa um, huu wa Kasarani ama uwanja wa Nyayo Stadium, kama umepata uwezo wa kuweza kuhudhuria uh, mchezo wa mpira mchezo wa kandanda na ukaweza kuingia kwenye ile stadium ya ya Kasarani au Nyayo au Benjamin Mkapa stadium yote ile ya, ya, ya mpira. Najua umeweza kusaja, uliweza kustajabu ukubwa wa stadium ile, ni stadium kubwa kabisa, na ningependa uwazie kama hi, hi, hi, hi, hi, hi, mviringo huu ndio uh, ukubwa wa stadium ile. So pale katikati katikati ile stadium ndipo tuko tuko, na na na nyukliasi nyukliasi kwenye mviringo huo ni mdogo sana. Hii hapa hii hapa, ni mbegu mbegu ya njugu aina ya njugu, najua na watu wengi wanapenda njugu sana. Wazia ya kuchukua njugu kama hii alafu uingie kwenye uwanja wa Kasarani stadium na upeleke njugu hii upeleke katikati ya uwanja ule njugu hii katikati ya uwanja wa st uh, Kasarani stadium ama Nyayo stadium ama Benjamin Mkapa, uweze kuwekelea mbegu hii ya njugu. Basi ukilinganisha na ukubwa wa st stadium na mbegu hii hii, mbegu itasimamia nukleasi. Hivi ndivyo, hii ndio kiwango cha ukubwa wa nukleasi ya atomu na mzunguko ule mkubwa wa Kasarani stadium kiwango ndio kiwango cha, ndo, uh, kiwango cha Uh, cha, cha nishati cha kwanza cha cha atomu. Kwa hivyo ukubwa kutoka katikati wa nukliasi hadi kwenye viwango vya nishati ni, ni kubwa sana, na sehemu hii katikati ya, ya atomu hakuna chochote kilichomo, hakuna chochote kilichomo. Kwa hivyo ukiweza kuchukua hesabu zako uzifanya vizuri kabisa, utapata kuwa zaidi ya takriban uh, sehemu tisaini na tisa nukta tisa tisa tisa tisa tisa uh, hata zaidi, ni tupu. Sehemu nzima ya atomu zaidi ya asilimia tisaini na tisa nukta tisa tisa tisa tisa tisa kuendelea ni utupu pekee, hakuna chochote. Hivyo ndivyo atomu ilivyo tupu sana. Ukitaka kuelewa utupu huu venye ni mkuu ikiwa wanadamu wote duniani na kwa saizi, tuko na takribani wanadamu zaidi ya bilioni nane. Tuko na zaidi ya wanadamu bilioni nane. Ukichukua wanadamu hawa wote bilioni nane, alafu uchukue atomu zote ambazo zimeweza kuwaumba, alafu hii nafasi yote uipunguze kati ya viwango vya nishati na nukliasi ya kila atomu ambayo inapatikana kwenye mili zao, uipunguze nafasi hii yote basi, wanadamu hawa wote ulimwenguni duniani watoshea kwenye kijiko kidogo cha kuchotea sukari. Wanadamu wote watatoshea kwenye kijiko kidogo cha kuchotea sukari. Wazia hivyo, uchukua wanadamu kutoka Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, nchi zote za Afrika, nchi zote za, uh, za za Europa, nchi zote za magharibi mwa dunia, mashariki mwa dunia, nchi zote duniani, ukichukua, ukichukua watu wote kutoka nchi hizi zote, na uweze kuchukua atomu zao, na uweze kutoa kuondoa nafasi zote zilizomo katika atomi ambazo zinaumba wanadamu wote, wanadamu wote watatoshea kwenye kijiko cha kuchotea sukari, kijiko kimoja. Hivyo ndivyo uh, atomi imejaa utupu. Kwa hivyo ulimwengu na dunia umejaa utupu pekee. Sehemu kubwa tu ni utupu pekee. Na natumai kuwa hilo limekuwa somo la ajabu ama la kufana ambalo umeweza kulijua ama kujifunza siku ya leo. Asante. <coughs>